Licha ya eneo bunge la Kajiado Mashariki kuwa mwenyeji wa uzinduzi rasmi wa shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya nchini, hadi sasa ni wapiga kura 53 pekee ambao wamesajiliwa, huku idadi ndogo ya wanaojitokeza ikizidi kushuhudiwa. Wakizungumza wakati wa kusimamia uchaguzi wa wanafunzi katika shule ya Dawamu, maafisa wa IEBC huko Isinya wameeleza kusikitishwa na idadi hiyo, wakitoa wito kwa vijana kujitokeza na kusajiliwa kama wapiga kura ili watumie fursa hiyo kufanya maamuzi ya kuwachagua viongozi katika Robert Masai, ana maelezo mengi. Kwa mara ya kwanza shule ya Dawamu iliyoko Kajiado Mashariki iliandaa uchaguzi ambao ulisimamiwa na tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini, IEBC, ambapo wanafunzi walishiriki uchaguzi ambao ulilandana na ule wa kitaifa, kuwachagua viranja kwenye nyadhifa mbalimbali. <coughs> Ni hapa ndipo maafisa wa IEBC walieleza masikitiko yao kuhusu namna idadi ndogo ya wapiga kura inazidi kushuhudiwa Kajiado Mashariki wiki mbili baada ya zoezi hilo kuzinduliwa katika eneo la Mashuru na mwenyekiti wa tume hiyo.

Government money. Uchaguzi huo ulizingatia taratibu zote za IEBC, pia walioibuka washindi wakaapishwa na wakili wa mahakama kuu nchini. Usimamizi wa shule hiyo ukisema hatua hiyo ilinuia kuwasisitizia vijana umuhimu wa kushiriki uchaguzi nchini na pia kusisitiza maadili kwa wale wanapania kujitoza kwenye ulingo wa kisiasa. The reason for doing this is actually to encourage our young people, more so the Gen Z.

Wanafunzi walioshiriki uchaguzi huo walipongeza hatua hiyo, wakitaja kama mwanga kwa vijana ambao kwa mara ya kwanza watashiriki uchaguzi mkuu ujao. Walioibuka washindi waliapishwa na kupewa cheti kutoka kwa tume ya IEBC wakitarajiwa sasa kuhudumu kwa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mwingine kuandaliwa mwaka ujao. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.